Mjue Ngugi wa Thiongo, miongoni mwa waandishi mahiri zaidi wa fasihi Afrika na duniani kwa ujumla, aliyefariki Mei 29 mwaka huu 2025. Yeyote uliosoma sekondari, umewahi kutana na kazi ya nguli huyu na gwiji wa fasihi Ngugi wa Thiongo kwenye tamthilia ama riwaya. Gwiji huyu aliyebarikiwa karama ya kutumia elimu yake katika harakati za ukombozi tangu kipindi cha ukoloni hadi kipindi cha uhuru, akipigania jamii yake kuwa na usawa kutoka kwenye kunyanyaswa na watawala walipopokea nchi baada ya ukoloni. Lakini je, unajua kuwa amewahi kukaa kolokoloni kwa muda mrefu baada ya uzinduzi wa baadhi ya kazi zake ikiwemo ilmeri wen i want inayotafsirika kama ni tawa nitakapotaka. Basi leo ninakuletea simulizi yake baada ya hitimisho la safari yake ya hapa duniani. Ngugi alizaliwa Januari 5 mwaka 1938 katika eneo la Kamiriithu kwenye kaunti ya Kiambu, eneo la kaskazini mwa jiji la Nairobi nchini Kenya. Jina lake la awali aliitwa James. Baba yake alikuwa na wanawake wa na jumla ya watoto ishirini na wanane na Ngugi ni mtoto wa tatu kuzaliwa kutoka kwa mwanamke wa tatu wa mzee Ngugi, mama aliyejulikana kwa jina la Wanjiku, kati ya wake wanne wa baba yake. Ngugi alizaliwa katika nyakati ambazo bado Kenya ilikuwa imetawaliwa na wazungu, wakati huo walikuwa ni Waingereza. Mwaka elfu moja mia tisa hamsini, familia yake ilishikiliwa wakati wa vuguvugu -vugu la vita ya Maumau likianza kufukuta. Kaka yake mmoja ya wa kwa mke wa kwanza wa baba yake kwenye familia yao aliyeitwa Mwangi alikuwa sehemu ya wanajeshi wa Kenya waliokuwa wanapigana na utawala wa Uingereza nyakati za kupigania uhuru, lakini aliuawa. Na kaka zake wengine wawili waliuawa katika hali ya dharura kipindi cha vita ya Mau Mau, na mama yake pia wakati huo aliendelea kushikiliwa na Waingereza na kutezwa utu wake katika mji wao hapo hapo katika kijiji chao cha Kamirithu. Ngugi, akiwa na umri wa miaka saba tu, alianza shule akiamini kuwa elimu pekee ndiyo itamtoa na yeye atangaziwa kuwa mkombozi wa familia ambapo ali soma hadi kidato cha sita na baadaye kwenda katika chuo kikuu cha Makerere, Uganda kwenye kutafuta shahada yake ya kwanza, na wakati huo akiwa chuo alipendelea zaidi kuwa mwandishi. Na mwaka wa pili wa masomo yake alihudhuria kongamano la waandishi wa fasihi lililofanyika katika chuo chao pale Makerere mwezi Juni mwaka 1962, na alikutana na mwandishi Gwiji Amanguli wa Nigeria anayejulikana kwa jina la Chinua Achebe, ambapo alisoma baadhi ya kazi za Achebe, ndipo iliendelea Mpa molali ya kuendelea kufanya kazi, lakini mwaka 1963 Ngugi ndipo alihitimu shahada yake ya kwanza ya ubobevu wa Kiingereza ama kwenye somo la Kiingereza. Kazi yake ya kwanza ya fasihi ni ile ya riwaya iliyoitwa Weep Not Child, kilio si kwa watoto, inayohusu maisha ya kijana anaitwa Njoroge na familia yake wakati wa ukoloni wa Uingereza nchini Kenya, na inaangazia ndoto za Njoroge za kupata elimu na matumaini, na matumaini ya familia yake kuhusu uhuru wa ardhi yao ikionyesha athari za vita vya Mau Mau dhidi ya utawala wa kikoloni ikiwa na wahusika kama Njoroge, Ngoto, Nyokabi na wengineo. Mwaka 1967, James ndipo alibadili jina kutoka kuwa James na kwenda kuwa Ngugi wa Thiong'o, na alipopata udhamini wa kwenda kusoma chuo cha Leeds alirudi Kenya na kuendelea kuwa mhadhiri chuo cha Nairobi, na wakati huo ndio Kenya ilikuwa imeshapata uhuru. Miongoni mwa kazi zilizomwingiza korokoroni ni ile aliyoandika kwa kabila la Kikuyu hika ngeenda ama kwa Kiingereza I'll marry when I want na ikitafsirika kwa Kiswahili kama nitaoa nitakapotaka. Alikamatwa na kupelekwa kolokoloni kutokana na madai kuwa kitabu hicho kilikuwa kikikosoa utendaji kazi wa serikali, kwani tamthilia hiyo ilisawiri dhuluma ya kupita kiasi kwa Kenya baada ya ukoloni na kumpelekea makamu rais wa wakati huo Daniel Arap Moi kuagiza akamatwe na kutiwa jela na wafungwa wengine wa kisiasa. Akiwa jela, Ngugi aliacha kuandika kazi zake kwa lugha ya Kiingereza na badala yake alianza kuandika kwa lugha ya Kikuyu ambayo ni kabila lake. Mwaka 1978 aliachiwa kutoka jela na kulazimika kukimbia nchi kuanzia, yeye na familia yake. Ruksa ya kurudi Kenya ilianza baada ya kutoka madarakani kwa aliyekuwa rais wa wakati huo Daniel Arap Moi ambapo alitoka mwaka 2002 akimwachia Mwai Kibaki. Taarifa zinaeleza kuwa mnamo mwaka 1995 Ngugi wa Thiongo aligunduliwa kuwa na saratani ya tezidume na aliambiwa alikuwa na miezi mitatu tu mbele ya kuishi. Hata hivyo, alipona na mnamo mwaka 2019 alifanyiwa upasuaji wa moyo mara tatu, na karibu wakati huu alianza kuhangaika na tatizo la kufeli kwa figo. Mwandishi huyu na msomi maarufu wa Kenya Ngugi wa Thiong'o amechomwa moto nchini Marekani baada ya kufariki siku nane tu, lakini hii ni kwa matakwa yake mwenyewe, kwa mujibu wa taarifa ya familia yake. Aliyefariki akiwa na umri wa miaka 87, Jumatano ya Mei 28 baada ya kuhangaika kwa muda mrefu na matatizo ya kiafya, ikiwa pamoja na matatizo ya figo. Taarifa iliyotolewa na mtoto wake anayejulikana kwa jina la Mukoma wa Ngugi alithibitisha kuwa mwili wa baba yake umechomwa moto, akisema kwamba ulifanyika kama ombi la mwisho la baba yake. Alinukuliwa akisema, mabaki ya Profesa Ngugi wa Thiong'o yalichomwa moto nchini Marekani kufuatia matakwa yake. Familia yake imedokeza kuwa sherehe za maisha yake itatangazwa hivi karibuni. Mwanawe Nduchu wa Ngugi anatarajiwa kutoa maelezo zaidi, kwani tuliripoti baada ya kifo chake kwamba Ngugi alisema kwamba atakapofariki familia yake isihuzunike wala kuomboleza, bali isherekee. Na hadithi yake fupi ya Upright Revolution oh, Why Humans Walk Upright imetafsirika kwa lugha zaidi ya mia moja duniani. Nikupe tu kidogo baadhi ya kazi zake. Ngugi alipata umaarufu wa kimataifa katika miaka elfu moja mia tisa sitini na sabini kupitia riwaya zake zenye nguvu na insha ambazo zilichunguza ukoloni, utambulisho kita wa kitamaduni na upinzani. Miongoni mwa kazi zake ambazo ziandika ni pamoja na tamthilia ya The Black Hermit iliyozungumzia masuala ya kijamii, hususani mgongano kati ya mila na maendeleo, inayomhusu mhusika mkuu Remi, ambaye ni mtu wa kwanza kutoka kabila lake kwenda chuo kikuu. Anaachana na mila za kabila lake kama vile urithi wa wajane na kuhamia mjini. Tamthilia hii inaonyesha jinsi watu wanavyokimbia matatizo yao badala ya kuyakabili na athari za ujinga katika jamii. Pia inasisitiza kuwa mabadiliko katika jamii hayaji haraka uvumilivu na ujasiri. Tanthiria nyingine ni ile ambayo iliwakosha wengi sekondari, iliyojulikana kwa jina ya Tomorro inayoangazia maisha ya uhuru nchini Kenya, hususan changamoto za watu wa tabaka la chini, iliyofanyika katika Uhuru Market Nairobi, ikionyesha jinsi ukoloni ulivyoacha athari kubwa hata baada ya uhuru. Kama unakumbuka mhusika mkuu katika kitabu hiki ni Njango, ni mama anajitahidi kuishi katika mazingira magumu ya mtaa wa mabanda. Binti yake Wanjiro ana anando ya maisha bora lakini anakumbwa na vikwazo vya kijamii na kiuchumi. Tamthilia hii inaonyesha mgongano kati ya kizazi cha zamani na kipya, huku wanjiro akitaka mabadiliko ya uhuru wa kibinafsi, ili hali mama yake anaamini katika uvumilivu na kujikimu kwa hali ilivyo. Tamthilia hii pia inazungumzia masuala ya ukoloni, umaskini, ukosefu wa haki na ndoto za vijana wanaotaka maisha bora. Lakini tamthilia nyingine ni ile ya The Trial of Dedan Kimathi iliyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o pamoja na Mugo iliyohusu kesi ya Dedan Kimathi, shujaa wa Kenya aliyepinga ukoloni. Tamthilia hii pia inaonyesha jinsi Kimathi alivyokataa kushirikiana na wakoloni licha ya mateso na majaribu aliyoyapitia. Katika tamthilia hii, Kimathi anakutana na watu mbalimbali wanaojaribu kumshawishi akubali kushindwa, ikiwa ni pamoja na mwanasiasa, mfanyabiashara na kasisi. Hata hivyo, Kimathi anasimama imara na kukataa kutoa siri za wapigania uhuru wenzake. Tamthilia hii inaonyesha mapambano ya ukombozi wa Kenya na inaangazia ukatili wa utawala wa kikoloni. Tamthilia nyingine ambayo nilikwambia mbili mweka matatane ni ile ya I Will Marry When I Want, iliyoandikwa kwa lugha ya Kikuyu, Ngahika Ngeenda, ni tamthilia yenye maudhui makali kuhusu ukoloni mamboleo, unyonyaji wa tabaka la wafanyakazi na migogoro ya kijamii nchini Kenya baada ya uhuru. Tamthilia hii inamhusu Kigunda, musika mkuu na ni mkulima maskini ambaye anamiliki kipande kidogo cha ardhi. Anajivua hati miliki ya ardhi hiyo, lakini kuta akidaiwa na matajiri wa eneo hilo akiwemo Ahab Kioi wa Kanuru, ambaye anataka ardhi yake kwa ajili ya kujenga kiwanda cha dawa za kuua wadudu. Tamthilia inaonyesha jinsi dini, ndoa na siasa zinavyotumiwa kama vyombo vya kudhibiti na kunyanyasa tabaka la chini. Pia inaonyesha jinsi wananchi wa kawaida wanavyopambana dhidi ya mfumo wa kiuchumi unaowakandamiza. Tamthilia hii pia ilikuwa na athari kubwa kisiasa na ilizuiwa na serikali ya Kenya baada ya kuonyeshwa kwa muda mfupi tu mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba na waandishi wake wote wawili walikamatwa na kuwekwa kizuizini kabla ya kuhamia uhamishoni. Waandishi wenyewe ni Ngugi wa Thiong'o na yule Ngugi wa Mirii. Lakini Ngugi ambaye anaandika pia riwaya, miongoni mwa riwaya zinazokumbukwa zaidi na bila shaka umeipitia ni ile Weep Not Child inayojulikana kwa Kiswahili kama kiliyosiko watoto pekee inayohusu maisha ya kijana Njoroge ambaye ni wa kwanza katika familia yake kupata fursa ya kwenda shule. Riwaya hii inaangazia mapambano ya ukoloni, hususan kipindi cha maumau nchini Kenya. Njoroge ana ndoto ya elimu na maisha bora, lakini anakumbwa na changamoto za kisiasa na kijamii. Familia yake inakabiliwa na ukandamizaji wa wakoloni na baba yake anapambana kudai ardhi yao ya asili. Riwaya inaonyesha mgongano kati ya matumaini na hali halisi, huku Njoroge akijifunza kuwa elimu pekee haiwezi kutatua matatizo yote ya kijamii. Naomba niishie hapo. Hiyo ni habari fupi kumuhusu Ngugi wa Thiong'o, aliyepambania maisha yake na watu wake kwa kutumia kalamu yake. Hii ni Msasa online, Msasa kisasa zaidi.